Naona leo umekuja kutembelea <laughs> Oh. <laughs> Umeamua kuja na umbo la kitoto kabisa <laughs> una sifa sana wewe haya. <laughs> Shobodundo, tuzione nyami sifa. Nimekuja kuambia kwamba kama mtaniacha na mpango yangu, murudi kwenu, au ni mue Nema Nema. Neema ni nani? Na ni kwa nini hatuwezi kujua Neema ipo wapi? lisha kuonya, wache kuwazuru binadamu. Ni kitu gani hicho unafanya? Dada yako uko hapo, atoka hapo. Jerikani, kaa hapo, na maongezi na wewe. Nimekwambia ukae hapo, na maongezi na wewe. Unajua, hii nyumba ni ya baba yako na mama yako, si ndio? Ndio. Sasa basi, ndio nataka unisikilize kwa umakini, akili yako yote iwe kwangu, sawa? Hii nyumba ya babako na mama yako, kuanzia hii leo iko chini yangu, imekuwa ya kwa kwako. Mamkubwa achanganya kwa nyumba hii. Inarudia tena, mara ya mwisho, ilikuwa ya baba yako na mama yako, si ndio? dio lakini, kuanzia hii leo hii nyumba iko chini yangu, yaani ipo kwenye himaya yangu mimi. Sasa basi, kuanzia leo kwenye hii nyumba nitakacho kihitaji mimi ndo kifanyike. Umenielewa eh? We nafuse mtoto, punguza tui, uweke mchele, umenielewa eh? Ndio ninapoongea mimi, sitaki unijibize. Nimekuita unisikilize, sijakuambia nikuita uchangie mada. Hii nyumba iko chini yangu, nitakachokiamua mimi nimeamua mimi, na kuanzia hii leo ukileta fyoko pyokoli, unalala nje na kingine cha kwanza hii nyumba sio kituo cha kulelea watoto yatima hii nyumba sio hoteli useme mimi inasaidia watu mtu akija tu anaanza kazi hapo hapo kusudi tu apate ukoko sio nyumba hii hii nyumba mimi silei watu wenye shida Lale nje nyumba babangu, acha babangu au lale nje. Utakuwa naonea tuma mkubwa, una baba una mama. Kwanza nikikuuliza, siaeza so kunijibu. Unajua wazazi wako walikufa kwa sababu gani? Gani walifariki? Oh, so, walikuwa na umwa. Hakuna mali inayopatikana kiurahisi hata kidogo. Pumbavu nawe, mara mwisho kuoga lini? mku na hiyo miguu, kavua nguo hizo, toka pa mbele yangu. Toka. Naona leo umekuja kutembelea <laughs> oh. <laughs> Umeamua kuja na umbo la kitoto kabisa <laughs> una sifa sana wewe haya. <laughs> shobodundo tuzione nyami sifa. Nimekuja kuambia kwamba kama mtaniacha na mpango yangu mrudi kwenu, au nimue nema. Ni nani, nani? Kwa nini hatuwezi kujua nema ipo wapi? Mimi mwenyewe, hicho ndo kinachonichanganya kichwa kodi ya ziji kabisa. Ina maana amejia mazaifu yetu. Yee mwenyezi Mungu, naomba anjalie maisha yangu yanyeoke kama zamani, na naomba wajalie wazazi wangu waione pepo, na pia naomba ma mkubwa wangu Awe na roho kama zamani, kama wazazi wangu awe na roho nyepesi, yeye Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi na moyo mgumu, umekosa maombi yote ya kuomba, mpaka unitaje mimi mama mkubwa awe na moyo moyo mgumu? We, mimi na moyo, mo, mo, mo, mo, mo. moyo mgumu. Sikiliza nikwambie, we mtoto usinitoe kizazi, mtoto usinipandishe sukari ndani yangu. Na nilikwambiaje kuhusu maombi ndani kwangu? Nimekataza kwenye nyumba yangu, sitaki maombi. Iwe mwanzo na mwisho leo na hiyo tabia yako ya maombi maombi ndani kwangu, nitakufukuza utatoka huko. We unaomba unaomba nini wewe uli, wewe ulali, wewe ukai vizuri, wewe unaomba nini wewe? Sitaki maombi ndani ya nyumba yangu. Onyo ya kwanza, onyo ya pili Sihitaji marafiki hapa. Movement za kuletaleta watu hapa sitaki hapa. Umenielewa eh? Unaomba nini wewe nguruwe poli wewe, wewe unachokiomba nini wewe? nikusikie tena unaomba wewe, nikusikie tena unaomba wewe. Yani, kasi mpwede kasi mpwede kasi mpwede. Ni kweli sikuwa sawa kabisa. Hmm. Kabisana sikawaidaku, kuna shida. Yaani, kuna kitu kinanitatiza. Mimi na naimani kuna kitu kinanificha hapana. Jana yani, nilienda kwa mtaalamu kutaka kujua ile mama wa Nuru nguvu zake ni za giza ama la, ila kitu nilichoambiwa

Habari yako pasta. eh, salama tu bwana. Yesu asifiwe. Amina. Mi nadhani nimekuwa kama bahati kukutana wewe hapa, kwa sababu nina matatizo makubwa sana. Eleza kijana changamoto yako, eleza. Mungu katushusha watu kama sisi mapasta kwa ajili ya kusaidia shida za watu kama nyinyi. Na kila nikiangalia hakuna mwingine wa kunisaidia zaidi yako pasta. Mimi bana, nimepotelewa na mpenzi wangu kwenye mazingira ya kutatanisha sana Ulikuwa sehemu tumekaa tunazungumza, ghafla akabadilika akawa mtandio. Mara baada ya kuwa mtandio, mimi nikakimbia hivi. Hizi imani za kishirikina watu wataendelea kuziamini mpaka lini? Kwa sababu kila siku haya matukio naona yanajirudiarudia. Ndiyo nimejaribu kumtafuta kwa rafiki zake kwa ndugu zake lakini nakuta jitihada zangu zinagonga ukuta, sijafanikiwa kabisa. Na navyokwambia mpaka hivi sasa, sijui aliko wapi, sijui anakula nini, sijui analala wapi. Unavyoniona hapa kama chizi, tunazurura huku na kule kumtafuta. Lakini mchungaji, nashindwa mi. Nilikuwa naomba nikuambie kitu kimoja, nadhani namba zangu una, itabidi nikupatie namba zangu ili kusudi tuwasiliane, uje nyumbani kiwezekana ama kanisani tufanye maombi kwa pamoja ndani ya siku saba, katika hayo maombi ndani ya siku saba. He. Nasema lazima mke wako arudi. Acha kidogo tupate maombi, naomba mkono wako. E Mungu Baba, bariki huyu kijana aliyepotelewa na mke wake, bariki njia zake zote apitapo barike shughuli zake. E Mwenyezi Mungu, nakuomba wewe, kwa maana wewe ndo ulinipa haya mamlaka, wewe ndo ulinipa hii nguvu. Sasa naomba ukamguse huko alipo, mke wake aweze kurudi ndani ya maombi ya siku saba, upesi sana. Asante Mungu, kwa maana wewe ndio mweza wa kila kitu. Baba, nashukuru kwa kunipa uwezo huu, nashukuru kwa kunipa maarifa hii. Sahizi hapa nipo na huyu kijana njiani Alopotelewa na mkewe e, mwenyezi Mungu, nenda ukamguse, nenda ukamshike, nenda ukamrudishe. Amen. Basi sasa mimi nadhani ningekuacha kidogo, ili kusudi ufanye mambo mengine. By the way, tutawasiliana kwenye simu, naomba andika namba zangu, andika namba zangu, sifuri saba e,

Nimefurahi sana kukuona siku ya leo. Nafahamu kuna mtu anahitaji msaada kwako kwa ajili ya kumrudisha mwanamke wake na ana matumaini makubwa kuwa unaweza <coughs> Kama nilivyokuambia, nafahamu vitu vingi sana. Mimi ni mama wa Nuru ukitaka kuonekana una nguvu ya kuponya na kusaidia watu wengi katika huu ulimwengu, kubali kuambatana nami. Kuambatana nawe? Mbona mimi tayari naambatana na Mungu, naambatana na Yesu Kristo. Sidhani kama haitoshi. Kwa hilo itakupasa ufungue moyo wako na ukubali kuwa mshirika wangu. Kwa hilo naona alijakaa sawa Kwa maana mimi nina ushirika na Mungu, nina ushirika na Yesu, basi inatosha kwangu mimi. Usijali, utaelewa zaidi. Amani ya Bwana iwe nawe. Nawe pia. Karibu kwenye himaya ya mama Wanuru. Leo nakupatia nguvu, utaweza kuiponya dunia nzima. Kuanzia leo nimekupatia nguvu, utaweza kuponya ulimwengu mzima. Utaweza kuwagusa watu wote wenye madhila na watakuamini vilivyo, ila kwa sharti moja tu, itakupasa uitelekeze familia yako. Hapana, wewe ni nani? Huwezi kutoka katika nguvu za Mungu na kuingia katika nguvu za giza. Hivyo tafadhali acha. Oh, oh. Magic power.